Kuna mtu mwingine anakuwa tu ameokoka hajajua nguvu iliyo ndani ya mapepo hajajua. Ndio maana Yesu alipokuwepo mara nyingi aliwacha wanafunzi wake wajifunze kwake namna ya kushughulika na mapepo, hakuwacha watoe pepo kwa sababu aliona ndani wanafunzi wake bado hakuna nguvu ya kutoa pepo. Ndio maana naona Yesu anawaambia tuvuke mpaka ngambo, wanavuka. Ngambo ipi ya ya Wagerasi? Wanavuka ngambo ya Gerasi. Yesu ndiye anaanza kuruka, lakini yale mapepo yana nguvu yako ndani ya mtu, kwa sababu ya nguvu za yule pepo. Maandiko yanasema yule mwanaume amekimbizwa mpaka makaburini, wamemfunga minyororo. Nguvu za mapepo zimefanya amekata minyororo. Nguvu za mapepo zimemfanya amehama nyumbani. Nguvu za mapepo zimemfanya nazuia, watu hawapiti njia hiyo. Nguvu za mapepo zinamfanya anajikatakata, asikii maumivu. Nguvu za mapepo hafi. Yesu alipotokea, zile yale mapepo yaliyokuwa ndani ya yule bwana anaanza kumponda Yesu mau. Kumbe kuna wengi wana mapepo, ndio maana wamtaki Yesu. Hata yule mgerasi aliyekuwa na mapepo hakumtaka Yesu kwa sababu mapepo yalikuwa ndani yake, lakini kumbe alikuwa anamponda mawe mtu ambaye ana msaada wake. Kama unampenda Yesu nisikie amen. Kumbe kila anayekuponda mawe, mtu wa Mungu usimlaumu sana, anayekuponda mawe usimlaumu, anayekutukana mawe ya matusi mau ya dalali, huyo mtu ana mapepo ndani yake, na ile mapepo yanajua unavyoendelea kumfundisha unavyoendelea kumombea. Siku moja ile mapepo yataondoka, yatakapoondoka, huyu mgerasi amepata wokovu wake, huyu mwenye mapepo amepata kazi ya kufanya huyo bidii ya kusengenya, baada ya kukaa kwenye umbea na wizi. Sasa akifunguliwa amepata kazi. Yule mwanaume aliyokuwa kama kaburini anapiga watu anakimbiza watu anajikatakata, ameaibika, amebaki uchi, alipofunguliwa na Yesu akapata kazi. Biblia inasema Yesu akamwambia, nenda kwa watu wako ukahubiri. Akaanza kuhubiri katika Dekapoli. Kuhubiri ni kazi, akapata kazi ya kufanya. Kumbe mapepo yakiwa ndani yako na shetani kazi, ajabu ajabu tu kazi za kutukana watu, kazi za kuloga watu, kazi za kusimana. Kwa nini mapepo yako ndani yake yanakupa kazi? Lakini ukifunguliwa, yakiondoka, unapewa kazi njema ya kufanya. Vidamu jioni ya leo, kwa jina la Yesu ufunguliwe na Mungu akupe kazi njema ya kufanya kwa jina la Yesu, ya kubeba utukufu wa Mungu. Kama unaamini piga kelele useme amina. Kwa hiyo Yesu alijua nguvu za yale mapepo. Hebu sema alijua nguvu za yale mapepo. Mapepo, sema tena alijua nguvu za yale mapepo. Mapepo. Mapepo. Kwa hiyo Yesu akashuka, ule uwezo uliokuwa ndani ya Yesu aliyokuwa anaotoa anawapa, baada ya wanafunzi wake. Anachukua uwezo anawapa wanafunzi wake kumi na mbili anachukua uwezo na yake anawapa. Yesu, ule uwezo uliokuwa ndani ya Yesu, yale mapepo yakaona ule uwezo lazima yaone uwezo ulio ndani yako. Hebu sema lazima mapepo ni yauone uwezo ulio ndani yako. Yalipomwona yakapiga kelele, yakasema, huyu nani wewe? Yesu huyu nani? Yanamjua ni Yesu, yanamuuliza huyu nani wewe, mtakatifu wa Mungu? Je, umekuja kutuangamiza? Kumbe mapepo yanawajua mpaka watakatifu yanawajua, huyu ni mtakatifu wa Mungu, yanasema huyu ndiye wewe, huyu oh, eh, mtakatifu wa Mungu. Je, umekuja kutuangamiza kabla ya muhula wetu? Kama unapenda Yesu piga kelele useme amina. Muhula maana yake ni majira, muhula maana yake ni wakati. Je, umekuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu, kabla ya majira yetu, kabla ya saa? Kumbe mapepo yanajua yataangamia, ndio maana ana spidi yanataka yaangamie na wengi. Kataa kwa jina la Yesu, kataa kuangamia pamoja na wasio wa haki, kataa kuzama pamoja na mashetani kwa jina ya wa Yesu. Walipewa neema wakaikataa, walipewa neema wakashindwa kutii. Ni kama mlango wa neema. Leo Mungu anawapa watu wengi neema ya kumwamini Kristo, ya kumpokea Yesu kule, ya kumtumikia kwa neema hawaitaki iko siku milango ya safina itafungwa, na watu watalia nje, watatamani kuokoka na mda wao utakuwa haupo tena. Kubali leo, ishi na Yesu vizuri, tembea na Yesu vizuri. Saa ya wokovu ni sasa na siku ya wokovu, Mungu anakusaidia. Haleluya, haleluya! Kama unampenda Bwana piga makelele na usemeane